Kwa wapenzi wa soka watakubaliana na mimi kuwa mchezo huu huwaleta watu wa asili zote pamoja, na ni moja kati ya michezo ambayo ina mashabiki wengi zaidi duniani na huwavutia watu wa rika zote, kuanzia watoto, vijana, watu wazima, mpaka wazee. Wote kwa asilimia kubwa hupenda kushabikia mchezo huu. Pia mchezo huu huwa na nyakati zisizosahaulika kama vile ushindi, na wakati mwingine huwa na nyakati za kusikitisha. Hivyo leo katika video hii nimekuletea orodha ya wachezaji wa mpira wa miguu waliofia uwanjani, pia nitakueleza sababu ambazo zilipelekea vifo hivyo. Hakika hizi ni nyakati ambazo haziwezi kusaulika kabisa katika mpira wa miguu. Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado ja subscribe katika chaneli yetu, nasubiri nini? Hakikisha kwamba una subscribe kisha unabofya alama ya kengele notification, kwani kwa kufanya hivyo hutaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, hapa kazi tu. namba moja. Christian Gomez, kijana huyu alizaliwa mnamo mwaka 1988 huko Argentina. Alikuwa ni mwanasoka mtaalamu wa Argentina na alikuwa akicheza kama beki. Mwanasoka huyu aliyekuwa na umri wa miaka 27, alidondoka uwanjani na kuzirai, na ndipo ambapo madaktari walipokimbilia uwanjani haraka sana ili waweze kumpatia huduma ya kwanza kijana huyu. Lakini baada ya kumwangalia kwa sekunde kadhaa, walikuja kubaini kuwa kijana huyo tayari alikuwa ameshafariki dunia. Siku hiyo ilikuwa ni mnamo tarehe 24 mwezi Mei mwaka 2015. Inaelezwa kuwa kijana huyo alikuwa akichezea timu ya Atletico Parana na siku hiyo walikuwa wakicheza dhidi ya Boca Unidos na ilikuwa ni siku ya Jumapili. Inadaiwa kuwa wakati akikimbia na mpira, kijana huyo ghafla alidondoka, ndipo ambapo wachezaji wenzake wa timu pinzani walipoamua kuvua mashati yao ili kumpepelea na wengine walianza kulia, huku wakiomba msaada kwa sababu alionekana ni kama apumui vile, ndipo ambapo madaktari walipoingia uwanjani haraka sana ili kujaribu kushtua mapigo yake ya moyo lakini hawakufanikiwa na huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha ya mwanasoka huyu. Inaelezwa kuwa hakuwa na tatizo lolote lile la kiafya. Hakika dunia na wapenzi wa soka hawakuamini kabisa tukio hili, waliona ni kama wako ndotoni vile na wanaota ndoto za kutisha, lakini huo ndio ulikuwa uhalisia. Namba mbili. Antonio Poeta alizaliwa mnamo tarehe 24 mwezi Novemba mwaka 1984 huko Seville, Uhispania. Alikuwa mchezaji wa soka wa Uhispania ambaye alikuwa akiichezea klabu ya Sevilla na alikuwa akicheza kama kiungo wa kushoto, pia wakati mwingine alicheza kama beki wa kushoto. Mchezaji huyu alifariki dunia mnamo tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 2007, yaani ni siku tatu baada ya kuchezea mchezo wa ligi kati ya klabu ya Sevilla na klabu ya Getafe. Inaelezwa kuwa wakati ambapo mchezo huo ukiendelea, kijana huyu alidondoka chini na kupoteza fahamu baada ya kumpatia huduma ya kwanza hiyo alipata fahamu na akaweza kutoka uwanjani yeye mwenyewe, ndipo ambapo akaenda katika chumba cha kubadilishia nguo, na akiwa katika chumba hicho, ghafla alidondoka tena na kupoteza fahamu, ndipo ambapo akamchukua na kumkimiza hospitalini na baada ya siku tatu akafariki dunia kutokana na ugonjwa wa ubongo. Namba tatu, Piermario Morosini, mchezaji huyu alizaliwa mnamo tarehe 5 mwezi Julai mwaka 1986 huko Belkamu nchini Italia. Mama yake aitwaye Kamila alifariki dunia mnamo mwaka elfu mbili na moja wakati yeye alipokuwa na umri wa miaka 15. Alipofika mwaka elfu mbili na tatu baba yake aitwaye Ado naye alifariki dunia, hivyo akabaki yeye peke yake na dada yake mlemavu. Katika moja mahojiano ambayo aliwahi kufanyiwa, alidai kuwa hayo ni mambo ambayo yalibadilisha maisha yake kabisa, na akaanza kupambania ndoto zake za kuwa mcheza mpira kwa kasi kubwa sana. Inadaiwa kuwa alikuwa ni mwanasoka mtaalamu aliyecheza kama kiungo. Kwa mara ya kwanza alianza kuchezea katika klabu ya nyumbani kwao ya Atalanta na baadaye aliuzwa katika klabu ya Udenazai katika mkataba wa umiliki mwenza mnamo mwaka 2005 na, na baadaye alikuja kujiunga na klabu ya Livorno. Kijana huyu alikuwa akijituma sana uwanjani na alionyesha uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira, jambo ambalo lilisababisha ajizolee mashabiki wengi sana. Ilipofika tarehe kumi na nne mwezi Aprili mwaka 2012 mchezaji huyu alifariki dunia baada ya kupatwa na tatizo la mshtuko wa moyo katika mchezo kati ya Livorno na Pescara. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa alidondoka katika dakika thelathini na moja ya mchezo. Baada ya madaktari kuingia uwanjani ili waweze kwenda kumpatia huduma ya kwanza, walikuja kubaini kuwa mchezaji huyu alikuwa tayari ameshafariki dunia, hivyo mechi iliishia hapo hapo, na klabu ya Livorno ilikuwa mbele kwa mabao mawili kwa sifuri. Namba nne Mark Vivian Foe, mchezaji huyu alizaliwa mnamo tarehe moja mwezi Mei mwaka 1975 huko Cameroon na alikuwa akicheza kama kiungo mtetezi katika klabu yake na katika timu ya taifa. Inaelezwa kuwa alianza kama mwanafunzi katika shule ya mpira iliyoitwa Elite 2 upande wa Union de Garoua na baadaye akaanza kuchezea katika klabu ya Canoni ya Ounde. Mnamo mwaka 1994 alisainiwa katika klabu ya Ufaransa na alicheza mechi yake ya kwanza mnamo tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 1994. Kutokana na uwezo wake mkubwa aliokuwa nao, klabu ya Manchester United ilitaka kumnunua kijana huyu lakini yeye alikataa, na inaelezwa kuwa klabu hii iliweka kitita cha zaidi ya paundi milioni 13 ili tu kuweza kumpata mchezaji huyo. Pia inadaiwa kuwa alishinda taji la ligi ya Ufaransa mnamo mwaka 1998. Mnamo mwezi Mei mwaka 2000 Alirejea nchini Ufaransa na kujiunga na klabu ya Lyon kwa uhamisho wa paundi milioni 6. Baadaye mchezaji huyu alirejea katika ligi kuu ya Uingereza akikopwa kwa Manchester City katika msimu wa mwaka 2002 mpaka 2003. Inaelezwa kuwa mchezaji huyu alifariki dunia mnamo tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2003 alipokuwa akiwakilisha timu yake ya taifa ya Cameroon, wakati wa mchezo dhidi ya Colombia uliofanyika huko Ufaransa. Wakati mchezo huo ukiendelea Ghafla mchezaji huyu alianguka ghafla uwanjani na kufariki dunia. Baada ya uchunguzi kufanyika, ilikuja kugundulika kuwa kifo chake kilitokana na tatizo la mshtuko wa moyo. Hakika kijana huyu alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji wenye uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira. Namba tano. Miklos Faha alizaliwa mnamo tarehe 20 mwezi Julai mwaka 1979 huko Tatabanya, Hungary. Inaelezwa kuwa mchezaji huyu alikuwa akicheza kama mshambuliaji na alitumia muda mwingi wa uchezaji wake wa miaka tisa nchini Ureno. Akiwa huko alichezea katika klabu nne na alifanikiwa kucheza katika mechi 80 huku akifanikiwa kufunga mabao 27. Pia alikuwa akicheza katika timu ya taifa. Inaelezwa kuwa alicheza kwa mara ya kwanza katika timu ya taifa mnamo mwaka 1998, pindi ambapo alipokuwa na umri wa miaka 19. Mchezaji huyu alifariki dunia mnamo tarehe 25 mwezi Januari mwaka 2004 mpaka umauti unamkuta alikuwa na umri wa miaka 24. Inaelezwa kuwa siku hiyo alikuwa akichezea katika klabu ya Benfica dhidi ya Victoria de Guimaraes, na inaelezwa kuwa mchezo huo ulikuwa ukionyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni, na Benfica walikuwa naongoza bao moja kwa sifuri. Wakati mchezo huo ukiendelea, ghafla mchezaji huyu aliinama na alionekana ni kama mtu ambaye anapitia maumivu makali na ghafla lidondoka chini. Ndipo ambapo wanachama wa timu zote mbili pamoja na madaktari walipokimbilia uwanjani ili waweze kumpatia huduma ya kwanza mchezaji huyu. Inaelezwa kuwa alipatwa na shida ya mshtuko wa moyo, yaani heart attack, na madaktari hao walijaribu kushtua mapigo yake ya moyo, lakini ilishindikana. Ndipo ambapo gari ya kubebewa wagonjwa ilipowasili uwanjani hapo na ikampakia ili kumkimbiza hospitalini, na kabla ya saa sita usiku mchezaji huyu alifariki dunia. Hakika jambo hili liliwaumiza watu wengi sana ulimwenguni kwa sababu alikuwa ni mchezaji ambaye anafanya vizuri sana katika soka na alipendwa na watu wengi sana, lakini huo ndio ulikuwa mwisho wake. Namba sita, Aren Pamek, mchezaji huyu alipatwa na tatizo la mshtuko wa moyo wakati ambapo alipokuwa akicheza mechi ya kirafiki na klabu ya NK Istra huko mjini Maluzin mnamo tarehe 22 mwezi Juni mwaka 2013. Inadaiwa kuwa mchezaji huyu alikuwa na historia ndefu ya matatizo ya moyo na mara kwa mara alikuwa akizimia uwanjani, lakini madaktari walimwacha aendelee na kazi yake. Sasa ilipofika siku hiyo, yani tarehe 22 mwezi Juni mwaka mchezaji huyu alidondoka chini na kuzimia na kuweza kuamka tena licha ya juhudi mbalimbali za madaktari zilizofanyika ili kuokoa maisha yake. Namba 7 Peter Biasa Nzuwala, mchezaji huyu alikuwa ni kiungo wa kati mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira na alikuwa akichezea klabu ya Bethlehem Vengsland iliyoko huko India. Mnamo tarehe 19 mwezi Oktoba mwaka 2014, alifariki dunia baada ya kupata madhara makubwa kwenye uti wake wa mgongo baada ya kujaribu kushangilia kwa kujirusha kwa nyuma pindi ambapo alipofunga goli. Inaelezwa kuwa alikaa hospitalini kwa siku kadhaa, ndipo ambapo baadaye alipokuja kufariki dunia. Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana, hatujui muda, saa, wala sekunde, hatujui tutakuwa wapi, tunafanya nini, pindi ambapo siku yetu itakapofika. Hivyo yatupasa tumwombe Mwenyezi Mungu kila siku ili mwisho wetu uwe mwema na tuache alama katika dunia hii, hakika tutawakumbuka daima. Usisahau kuniandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado ja subscribe katika chaneli yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha nabofi alama ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jensen na kutakiwa wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine.